Yabu mama mtoto ana, ana, ana, ana, anachukua elfu moja mama anamchoma mtoto na visu miguuni ya moto elfu moja, ambayo ungekaa mtoto wako chini umchape vibogo vitatu umwambie hastahili kuwa mwizi, si ndiyo? Lakini kwa sababu unajua ile hela umepata kwenye dhambi gani ya kuchukua kwenye hela baba wao aliacha kwenye ya matumizi ya familia, una uchungu sana, unapiga mtoto mtoto nafanyaje, unapitiliza Ukatili huo umekuwa ni mwingi mno, na bahati mbaya mnaendea sehemu ambayo hata siku huyu mwanaume amekosa fedha ya kuacha mezani, unaweza ukachukua lako ukapika na chakula ukamnyima mme wako, na akiuliza chakula unamwambia kwani umeacha shilingi ngapi? si ndiyo? Nabi, eh, eh. Lakini najie kina baba, wapendeni tu wake zenu, si ndio nawachagua hivyo eh? Hivyo alivyo ndoa kwako afike, kama ni gunia la miba, la la, misumari, la, la, la, ipo, ipo lifike, mradi umelichagua mwenyewe. Unaoenda kuhangaika nao hawakupendi, wanapenda mfuko wako. Hamna mapenzi ya dhati huko unakoenda. Tunachokitafuta ni namna sahihi tunaweza kuchukua pato lako likatusaidia kuziba pengo la sehemu nyingine, kwa sababu huko unakoenda wewe wala sio mume wake, mnaweza mkajikuta mko kumi. Wewe umepewa tu jukumu la kulipa kodi, kuna mwingine anasomesha mtoto, kuna mwingine wa kulipa vikoba, kuna mwingine wa kununua gesi, kuna mwingine wa hivi. Kwa hiyo usitegemee kwamba hata yule dada anaweza akawa na wivu na wewe, hana Upendo wa kweli na wa dhati utapata kutoka kwenye familia yako peke yake, na kama unaona wale wadada wa nje ni wazuri, kama kinachokuzingua ni skin tight wanazovaa, mnunulie naye mke wako skin tight, avae, ajipitishe pitisha hapo mbele yake, mchore mbele yako, kama yule kaale chagu unayemuona kule. Alafu fanyaje? Jifunze kumpenda. Lakini pia kama unamuona uko busy, kuna wanaume ambao wako busy sana na wanafunzi, sijui wamerogwa Mheshimiwa Mkuu, yaani wako bize kweli na watoto yetu hapo sasa. Wafanya kitu kimoja, kashone shati la shule, sketi ka maringa ivo mke wako, kiatu cheusi na soksi, tena kabeni pita mbele yako, unakutola taswiri ile mwanafunzi, ili hisia zako ziinuke kwa nani? Kwa mke wako, wacha utafuta miaka thelathini ya kufunga gerezani.